Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. <laughs> Nataka niseme kuko na maneno mengi dunia hii, kuko na maneno ya wanasiasa lakini ukisikia mengate mwa manda ndoronge, maneno ya wanasiasa wakati mwingine unaweka kando, maneno ya waganga unasema ronge, wakati mwingi hata maneno mengine, lakini leo nataka kuongea kuhusu maneno ya mpanzi. Mpanzi mbuguregekurene mpanzi mwenye anapanda. <laughs> <Jones. Gidon>, <laughs> nanega jidonye jonse. Leo ninaongea kwa mtu ambaye ni mpanzi, Mzee Solomon, Mzee Samson, Samson. Samson. Mzee Samson ni mzee mpanzi. Yeye kitu cha kwanza alipanda ng'om note akili kwa support. Kufunza kwa wa support ni kazi ngumu sana, uyepichu lazima vieburigologoni kwanza, na lazima ukuwe mkali. Yeye alipanda kwa elimu. Kitu cha pili, yeye ni mpanzi, alikuwa mkulima shupafu na bado ni mkulima shupavu, kwa sababu wanasema success without a successor is equals to failure. Watoto wameiga mfano. Kwa hivyo leo nataka niongee maneno ya mpanzi, inapatikana katika zaburi ya mia moja ishirini na sita. Hii Zaburi wana Waisraeli waliimba wakipanda kuelekea Sayuni, na hata sisi kila siku tunapanda tukielekea mbinguni, na hata sisi tunastahili kusema maneno ya mpanzi. Maneno ya mpanzi ni tatu. Jambo la kwanza, kuna neno la shukrani. Na kwa nini mpanzi alishukuru? Jambo la kwanza, alishukuru kwa kuwa Mungu alimuokoa. Na hata mpanzi Samson anashukuru Mungu alimuokoa ni ngumu kupata msiba wa rika yake aliacha maiti yani ni Mungu peke yake mm -hmm. ndiye alimwokoa mm -hmm. kwa hivyo tunashuhudia the deliverance of God mm -hmm. He is a living testimony mm -hmm. that God can deliver Reni, jamaa, <laughs> mzee Samson is a living testimony, mm -hmm. that God can deliver people from target, na akuwe mtumishi wa Mungu. mm -hmm. Neno ya mpanzi kitu cha kwanza ni neno la shukrani mm -hmm. Kwa sababu mungu anaokoa amen. Kitu cha pili Mungu ana neno la shukrani kwa kuwa Mungu amemfurahisha penye alimtoa na penye yako mimba, anaonea ushuhuda kupitia kwa watoto, na penye alianzia safari, penye alitoka mzee Samson kuu no na penye ameenda ni mbali, hiyo ni furaha. Hata sisi tukiwa wapanzi, kila mmoja wetu tunapanda, tunapanda kwa watoto wetu, tunapanda kazini there are people under us. Let us so, na tuwe na neno la shukrani na kushukuru Mungu na kufurahia pahali ambapo ametutoa. Kitu cha tatu yeye tu hakukuwa na neno la shukrani peke yake kwa kuokolewa na penye Mungu amemtoa, akawa na neno la shukrani na akasema, nitatangaza, nitafurahi katika Bwana. Mm, huyu -hmm. mtumishi wa Mungu licha mm -hmm. ya mm hali yake -hmm. he always rejoices in God. Hata tukikuja kwa meza ya Bwana, lazima atazungumza, atasema neno na sisi ambao wakati mwingine tuna tuko sawa, lakini tunalalamika sijua gani, wanalalamikana wanalalamikanga sana, wazee au wamama wazee. Juzi jana niliuliza niliuliza kwa kanisa, hata boi hata anasema unenga unenga. Netu nilitaka nikuambia kwamba kwa hii dunia <laughs> ni vizuri kila wakati utangaze ya kwamba nitafurahi ndani ya Bwana. Unajua, kuishi ni kwa neema. kuoa ni kwa neema. niliuliza jana kanisani kuna mzee amewaitoa shukrani kwa sababu ya bibi yake bibi yake hawa hata bere te akasema bere hata wamama sasa tukakuwa draw wote. <laughs> <laughs> lakini naomba let us delight. <laughs> Tushukuru Mungu kwa wazazi. Mm -hmm. Mimi ninawapongeza. Hata kama mjalete kanisani shukrani na nafikiri mmeleta kwa ajili ya baba. You have a special father. Mm -hmm. Number one, your father is a role model. Mm -hmm. Walimu wa wakitaka kusoma wanaangalia Samson. Wakulima hata Bertet amejifunza na alinifunza jana. Kwa hivyo tunakumbuka ya kwamba is a role model. Mm -hmm. La kwanza, neno la mpanzi anastahili kuwa na neno la shukrani kwa Mungu. Kitu cha pili, ana neno la maombi. Hata leo tumekuja kuomba mama. Ukiambia Mungu anasema njoni <laughs> kwangu yote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nilikwambia shika hiki kitabu, nama nimempea kweli Wakati mwingi tunaambia mungu shida zetu, na badala ya kumwachia, tunabeba kwa roho yetu. Leo anataka kukufunzisha, ukienda shule, shukuru Mungu. Neno la shukrani ndio kwanza, shukuru Mungu kwa mpendo ambao uliishi naye, na Mungu alijua sababu. Jambo la pili, sema neno la maombi. Hata leo tunakuja kusema neno la maombi kwa mzee, Mungu ampe baraka, ampe afya njema azidi kuwa role model kwetu atusaidie, na atuelekeze. Na tunasema neno la maombi kwa mtumishi wa Mungu, Mungu akupe amani Amen. Na Mungu akusaidie mm. Na Mungu akuongoze mm. Jambo la mwisho ni neno la ahadi. Mpanzi kila siku anagwanga na neno la ahadi. Word of promise. Kitu cha kwanza The task of a planter or a sower is to go. Hakuna mpanzi atafanikiwa bila kutoka na kufanya kazi. Nasema hata akienda kwa kanisa ya enye hiko Mombasa na hajatoka, mpanzi hawezi kubarikiwa. Hata nyinyi, baraka mumetoka na mukatafuta kwa kulea baba. You have to go out ondoka na kwenda kupanda. Jambo la pili, yeye there is the tears of the soul. Yeye ako na machozi, upanda si rahisi, uliza Perte, saa zingine mbolea saa zingine haimei vizuri <laughs> iko uchungu na machozi ya mpanzi, lakini mwishoe huko na ushindi wa mpanze. Anasema nitapanda kwa machozi, lakini nitafurahi wakati nitalete mavuno. Na leo tuko na mzee ambaye amekuwa kielelezo. Tumepata ushuhuda kutoka kwa Berte, yeye alikuwa wa kwanza kutoa mavuno, kwa sababu alijua kuna furaha kulete mavuno na walimbanga kwenye mavuno leta, mavuno leta, mavuno tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, leta mavuno. Yeye alifurahi kutoa mavuno. Mavuno ya kwanza ni kufunza watu, mavuno ya pili kuwa Mkristo, mavuno ya tatu ni ya shamba, na alifurahi yote Lete mavuno leo. Naomba wakati tumekuja kuona mpanzi aliyepanda shamba, na akapanda kwa watu hekima na elimu, na hata sisi sote tunavuna hiyo mavuno, tukumbuke, tukue na neno tatu kwa hii maisha. Jambo la kwanza neno la shukrani, jambo la pili neno la maombi na jambo la tatu neno la ahadi. Mungu atawacha. Unapoenda kazini, Mungu akubariki. Unapoenda shuleni, Mungu awo pamoja naye. Ponde wakiwa nyumbani hapa mi yei nkoboto, Mungu ako pamoja nawe, na tuombe.